Wakati Irani ikifanya tathmini ya maeneo yake yaliyoshambuliwa na Marekani na Israel, huenda Israeli ikaanza upya mashambulizi, kutokana na ripoti ya shirika la utangazaji la Israel Kan likiripoti kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu huenda akamwomba rais wa Marekani Donald Trump kuwa apewe dhamana ya kuweza kushambulia Irani iwapo itabaini kuwa mamlaka ya Irani inajaribu kujenga upya mpango wao wa nyuklia ama silaha za makombora. Netanyahu ambaye amepangwa kusafiri kwenda Washington wiki ijayo anaweza kuomba barua ya maandishi kutoka Marekani. Ripoti hiyo inasema, katika vita vyao vya siku kumi na mbili Israel iliharibu sana utengenezaji wa makombora ya Irani na kuharibu uwezo wake wa nyuklia. Wakati kiwango cha uharibifu kikiwa bado kinabishaniwa, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abasi Aragachi alikiri wiki iliyopita kwamba vifaa vya nyuklia vya nchi hiyo vilipata uharibifu mkubwa na mbaya zaidi, baada ya Marekani kuangusha makombora kwenye vituo vyake vitatu muhimu. Wakati huo huo, rais wa Irani naye ameidhinisha sheria ya kusitisha ushirikiano na IAEA. Masudi Pezeshkian ameidhinisha sheria inayotaka serikali ya Iran kusitisha ushirikiano wake na shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia IAEA, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Press TV na vyombo vingine vya habari vya Iran. Wiki iliyopita bunge la Iran liliidhinisha sheria hiyo ya kusitisha ushirikiano na IAEA. Hatua hiyo ilikuja kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Teheran na shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala nyuklia, hasa kuhusu upatikanaji wa taarifa na uwazi t makabiliano ya kijeshi ya hivi karibuni kati ya Iran Israel na Marekani. Lakini hayo yakiwa yanaripotiwa, nayo Irani imeamua kufanya tathmini ya uharibifu wa maeneo yake baada ya mashambulizi ya Israel na Marekani kuharibu maeneo yake ya nyuklia. Iran ina tathmini uharibifu na kukemea mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel kwenye maeneo yake ya nyuklia, ingawa nchi hiyo bado inaweka wazi uwezekano wa kuanza tena mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia maoni ya msema msemaji wa serikali ya nchi hiyo Fatema Mohajeran pia yalijumuisha uthibitisho mwingine kwamba Fordo, Isfaham na Natanz, maeneo muhimu ndani ya mpango wa Iran ya nyuklia wa Irani yameharibiwa vibaya na mashambulizi ya Marekani. Shirika la habari la serikali ya Irani la IRNA lilimnukuu Mohajeran akitoa matamshi hayo katika mkutano na waandishi wa habari. Kukiri huko kunakuja wakati demokrasia ya Irani imeanza polepole kukubali ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na vita vya siku kumi na mbili na Israel ambavyo vilishuhudia ndege za kivita za Israel zikiangamiza ulinzi wa anga wa nchi hiyo na kufanya mashambulizi kwa kiwango kikubwa kwenye nchi hiyo ya Kiislamu, na kuweka mlango wazi kwa mazungumzo ya Marekani kunaweza kuonyesha kwamba Iran inataka kuepusha maumivu zaidi ya kiuchumi, wakati tarehe nyingine ya mwisho ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa ikiwa inakaribia. Hakuna tarehe ya mazungumzo na Marekani iliyotangazwa na pengine si hivi karibuni, lakini uamuzi haujafanywa katika uwanja huu alizungumza Muhajirani wakati wa mazungumzo yake na uandishi wa habari. Mashambulizi ya anga ya Israeli ambayo yalianza Juni kumi na tatu yalipunguza safu ya juu zaidi ya walinzi wa mapinduzi wenye nguvu wa Irani na kulenga safu yake ya makombora ya ballistic. Mashambulizi hayo pia yalikumba maeneo ya nyuklia ya Irani ambayo Israeli ilidai kuwa yanaiweka Teherani katika kuifikia silaha za nyuklia. Mashirika ya kijasusi ya Marekani na shirika la kimataifa la nishati ya atomic ilitathmini Iran mara ya mwisho kuwa na mpango wa silaha za nyuklia kuwa ni mwaka elfu mbili na tatu, ingawa Iran ilikuwa ikirutubisha uranium kwa hadi asilimia 60, hatua fupi ya kiufundi mbali na viwango vya silaha vya asilimia 90. Hata hivyo siku juma tatu ya Jumatatu, msemaji wa mahakama ya Iran Ashrakh Jahangir alitoa ongezeko kubwa la idadi ya vifo vilivyotolewa na serikali kutokana na vita hivyo, akisema kuwa mashambulizi hayo ya Israeli yaliyaua takribani raia wa Irani mia tisa thelathini na watano wakiwemo watoto na wanane na wanawake 102. Iran iliripoti kupitia shirika lake la utangazaji la IRNA. Katika taarifa yake alisema adui alilenga kubadilisha hali ya nchi kwa kuwaua makamanda wa kijeshi na wanasayansi, akikusudia kueneza hofu na kutoa shinikizo. Jangal aliongeza katika taarifa yake, walakin alidai kama wengine, hadi kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, kwamba Irani bado imeshinda vita. Wakati huo huo, inaonekana kwamba maafisa wa Irani sasa wanatathmini uharibifu uliofanywa na mashambulio ya Amerika yaliyofanywa kwenye maeneo matatu ya nyuklia mnamo Juni 22 pamoja na yale ya Fordo, eneo lilojengwa chini ya mlima karibu kilomita mia, yani maili 60 kusini magharibi mwa mji wa Teherani. Picha za satellite kutoka maabara ya sayansi ya PBC zilizochambuliwa na shirika la habari la AP, yani Associated Press, zinaonyesha maafisa wa Irani huko Fordo Jumatatu huenda wakachunguza uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya ndege za kivita za Marekani. Malori yanaweza kuonekana kwenye picha hizo pamoja na angalau kreni moja na mchimbaji kwenye vichuguu kwenye tovuti hiyo. Picha hizo pia zililingana na picha zilizopigwa Jumatatu na Maxar Technologies vile zikionyesha kuwa kazi bado inaendelea. Vichuguu huenda vilikuwa vimejazwa na Iran kabla ya mashambulizi kwenye kituo hicho. Kuwepo kwa lori kabla ya mashambulizi hayo kumeibua maswali kuhusu iwapo madini ya uranium huenda yalikuwa yametolewa yakiwa yamesharutubishwa kabla ya mashambulio hayo kuanza, jambo ambalo lilidaiwa mara kwa mara na maafisa wa Iran. Hata kabla ya mashambulizi IAEA iliripoti kwamba wakaguzi wake wamepoteza mwendelezo wa ujuzi wao kuhusu mpango huo kumaanisha nyenzo zinaweza kuwa katika maeneo ambayo hayajatangazwa nchini humo. Irani haijasema ni kazi gani inafanywa katika maeneo hayo, ingawa imesema kuwa shirika la nishati la atomiki la Iran lilipanga kutoa ripoti kuhusu uharibifu uliofanywa na mashambulizi hayo. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Hassan Araghchi ameweka wazi uwezekano wa mazungumzo na Marekani kwa siku za hivi karibuni kuhusu mpango wa nyuklia. Hata hivyo, watu wenye msimamo mkali ndani ya Irani wanazidi kukosoa juhudi zozote katika mazungumzo hayo au ushirikiano na nchi za Magharibi. Gazeti kali la Kairan la nchini Irani, katika kipande kilichoandikwa na mhariri wake mkuu aliyeteuliwa na kiongozi mkuu wa Menei Hoseim Haritanmadal, lilikejeli mazungumzo yoyote yanayoweza kutokea Jumanne kwa kusema kuwa msaliti na mjinga ni pande mbili za sarafu moja. Gazeti hilo la Shamratadan siku ya Jumamosi pia lilipendekeza